Ni saa kumi na mbili unusu Afrika ya Kati, moja unusu jioni ni Afrika Mashariki na huko Rabat ni saa kumi na moja unusu jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani, karibu kwa idhaa yako. Hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Ane Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane kama upo maeneo ya mashariki mwa DRC unaweza kutupokea kupitia redio washirika. Redio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Redio Rwanzururu RTR, Beni hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujio, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile vile inapatikana kwa masafa marefu, ikiwa ni wiki ya mwisho, yaani tunahesabu tu siku moja aa, kabla kuaga mwaka mpya wa elfu mbili na ishirini na tano na juma la soka la bara Afrika, tumekuandalia makala maalum kutoka maeneo mbalimbali ya kanda hii na pia tutakuwa huko Moroko ambapo mechi ya kombe la mataifa la bingwa Afrika AFCON tayari limeshang'oa nanga na tunaingia juma la pili. Karibu wote tuandamane, lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani. Naye mwenzangu Angela Ngendo, watu wawili waliaga dunia na wengine kujeruhiwa baada ya ajali ya barabarani iliyomhusisha bondia maarufu a Anthony Joshua kutokea nchini Nigeria. Ajali hii ilitokea kwenye barabara kuu wakati gari aliokuwa akisafiri lilipogongana na gari jingine. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka vyombo vya usalama, ajali hii ilitokea katika barabara kuu kwenye shughuli nyingi mjini Lagos, wakati gari la Anthony Joshua lilipogongana na lori lilokuwa limesimama barabarani. Maafisa wa uokoaji pamoja na usalama walifika katika tukio dakika chache baada ya ajali hiyo, na wakakuta gari hilo limeharibika vibaya, huku maiti za marehemu zikipelekwa katika hifadhi ya maiti. Antony Joshi alipelekwa hospitalini akiwa na majeraha madogo, huku uchunguzi kubaini chanzo cha ajali kikiendelea. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limesema limemsimamisha kazi msemaji wake baada ya kutamka maneno yaliyoonyesha ubaguzi dhidi ya jamii ya Watutsi katika televisheni ya kitaifa. Jenerali mkuu Sylvain Ekenga Bomusa alituhumu jamii ya Watutsi kwa kufanya uhuni wa kuwapangia wanaume wao ndoa wa kisiri kwa madhumuni ya kuzaa watoto, akidai kwa desturi hiyo ilikuwa madhumuni kudumisha ubora wa kabila la Watutsi. Jeshi katika taarifa lilisema maneno ya msemaji huyo ya wakilishi namna yoyote msimamo wa serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, rais Felix Tshisekedi au serikali. Taarifa hiyo iliongeza kuwa maneno hayo halingani na maadili ya jamhuri wala jeshi la FRDC. Watuti wanachangia asilimia mbili ya raia wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Wafanyikazi wa misaada Umoja Mataifa katika mji wa El Fasher huko Darfur wamebaini kuwa ni watu wachache tu waliosalia tangu mji huo kushikiliwa na kikosi cha RSF. Takwimu za mashirika ya kibinadamu zinaonyesha zaidi ya watu laki moja wametoroka El Fasher tangu mwisho wa Oktoba baada ya RSF kuchukua mji huo kufuatia mapigano ya karibu miaka miwili kati yao na wanajeshi wa Sudan. Wengi waliokimbia wameripoti kuuawa kwa watu kinyama na kukamatwa kwa watu wengi huku wengi wakiwa hawajulikani waliko. Hospitali ya Sauda ambayo inamilikiwa na Shirika la Afya Duniani imethibitisha mauaji ya zaidi ya watu mia nne na kuongeza kuwa haijapata vifaa vya matibabu licha kuwepo kwa baadhi ya watumishi wa afya. Niger imeanza hatua kali za kulipiza kisasi dhidi ya Marekani baada ya kupiga marufuku kikamilifu utoaji wa visa kwa raia wote wa Marekani na kuzuia kabisa kuingia nchini humo, kwa mujibu wa shirika la habari la nchi hiyo. Hatua hiyo inajiri kufuatia uamuzi wa Marekani kuiwekea Niger kwenye orodha ya mataifa ambayo raia wake hawataruhusiwa kuingia Marekani, hatua ambayo Niami imehitaja kuwa ya kibaguzi na inayokiuka msingi wa usawa wa kidiplomasia. Taarifa ya serikali imesema Niger imesitisha utoaji wa visa kwa raia wa Marekani na imepiga marufuku kuingia katika ardhi yake kwa muda usiojulikana. Serikali ya Niger imesema uamuzi huo umechukuliwa kwa kuzingatia kanuni ya usawa, kulinda uhuru na mamlaka ya taifa, na kuakisi mwelekeo mpya wa sera ya nje wa nchi hiyo chini ya utawala wa kijeshi. Shukran sana Ngendo, na moja kwa moja tunaanza na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo FRDC limemsimamisha kazi msemaji wake baada ya kutoa matamshi yaliyotajwa kubagua watu kutoka jamii ya Watutsi. Meja Jenerali Ekanga Bomasa Efomi alisema haya katika mahojiano kwenye runinga ya kitaifa, ambapo alitoa matamshi ya kudhalilisha jamii hiyo FRDC imesema matamshi ya msemaji huyo hayakuwakilisha msimamo wa serikali ya Rais Felix Chisekedi. Wakati huo huo, mamlaka za Kinshasa zimetangaza kundi la waasi wa Mabondo kama kundi la kigaidi na kusema linahatarisha usalama wa nchi na kuapa kulikabili. Kundi hilo linaendesha shughuli zake magharibi mwa DRC na viungani mwa mji wa Kinshasa. Katika miezi ya karibuni, limelaumiwa kwa mauaji ya makumi ya raia. Basi nampisha Mbelechi Msoshi anaarifu zaidi kutoka Kinshasa wakichukuliwa kama wanamgambo leo Mobondo wanachukuliwa kuwa waasi waliojipanga vizuri, wanaungwa mkono na wa, wanasiasa wanaoshirikiana na rais wa jamhuri, kulingana na Antoni Mwalushai ambaye alikuwa mbele ya waandishi wa habari kuwasilisha matokeo ya operesheni zilizofanywa na jeshi katika maeneo yaliyohasiriwa na wanamgambo hawa, ikiwa ni pamoja na sehemu ya mji mkuu Kinshasa. Tarehe ishirini na tisa mwezi huu wa Disemba, watu ishirini walifariki wakati jeshi lilikuwa ikipambana na kundi hilo, kwa mujibu wa kapteni Anthony Mwalushai, msemaji wa jeshi la taifa katika eneo hilo la Operation zidi kundi hilo la wahasi. Amethibitisha tena azimio la jeshi la kumaliza kabisa harakati iliyowasilishwa kama tishio la moja kwa moja kwenye mlango wa mji mkuu Kinshasa. Wakati wa mchana wao ni kama wanakondoo na usiku wao ndio wanaongoza Mobondo. Idara yetu ya ujasusi inafanya kazi tayari. Baadhi ya ripoti zetu tumeziwasilisha kwa viongozi wa jeshi na wanasiasa hete. Kile kinachopatikana sehemu ya Maluku na Plateau de Bateke ni ugaidi uliopangwa na watu ambao wanatamka maneno mazuri kwa raisi, lakini ni uongo mtupu. Nawaambia bila kuficha, maneno wako nyuma ya Mobondo na ushahidi na yale ambayo tumeonyesha leo ni nusu tu ya yale yote yamefanyika katika sehemu hii ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo vita vya Mobondoni, migogoro kati ya kabila mbili yaani Teke na Yaka, yaliyofia udhibiti wa udongo jimboni kwa mtu, jimbo lilopakana na mji mkuu Kinshasa. Tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mzozo huu tayari umesababisha vifo vya zaidi ya watu elfu tano na raia wapatao angalau laki tatu kuyahama makazi yao, kulingana na kamati ya kanisa Katoliki husika na haki na usalama yaliyochapishwa Agosti mwaka huu. Kwa wakati huo pia kulingana na vyanzo toka jeshi. Msemaji wa jeshi la Congo General Sylvain Ekenge ametarajiwa kusikilizwa kortini ya jeshi baada ya kusimamishwa kazi jana, kulingana na matamshi yake ya ukabila dhidi ya wanawake wa kabila za Watusi kwenye runinga ya taifa mwishoni mwa wiki jana. Mwanahabari pia mkurugenzi wa kitengo cha habari kwenye televisheni ya taifa ambaye alikuwa akimhoji msemaji huu wa jeshi amesimamishwa naye pia kazi. Mshindaji wa tuzo la amani Denis Mukwege, ubalozi wa Ubelgiji, jeshi la taifa na mashirika tu mengine yalilaani matamshi ya ukabila yaliyotamkwa na msemaji huyu wa jeshi mbele. Timsoshi, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kinshasa. Mashariki mwa DRC kumeripotiwa mapigano mapya katika mkoa wa Ituri kati ya jeshi la serikali na waasi wa kundi jipya la CRP, kwa kimombo convention for the popular revolution linaloongozwa na kiongozi wa zamani wa asi Thomas Lubanga. Lubanga aliwahi kufunguliwa mashtaka na kufungwa jela katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC huko Uholanzi. Aliachiwa huru mwaka 2020 elfubii na mapema mwaka huu alianzisha maasi mkoani Ituri na kubuni kundi mpya la CRP. Lubanga ametete ya hatua yake kama ya kulinda maisha na mali za wakazi wa Ituri. Mapigano ya sasa kati ya wanajeshi wa Kongo na CRP yamesababisha maafa na uharibifu wa mali. Nimezungumza na mwenzangu aliyeko eneo la Beni Msekedide kuhusu hali mkoa wa Ituri. Karibu sana Msekedide. Je, hali Ituri ni ipi? Kama mwanahabari unaona nini? Umesikia nini na labda wakaaji watu wa tabaka mbalimbali wamesema nini kuhusiana na matukio ya hivi punde kutoka huko? Ndio, kuhusu Ituri kwa sasa hali ni hipi? Lazima nikumbushe hapo wasikilizaji kwamba Ituri ni mkoa mrefu, ni mkoa mkubwa, una wilaya patao tano, nisipokosea, na kuna baadhi ya sehemu ambako kuna ukosefu wa usalama, usalama ni mdogo kabisa, na machafuko yanaripotiwa kwenye sehemu mbalimbali lakini, tunapogusia haswa tarafa au wilaya ya Njugu huko nduko, kuna changamoto nyingi kwa kuwa kuna makundi yanayoendesha mauaji ya, ya kila leo. Tukizungumzia kwanza, kodeko kodeko ni kundi ambalo jina lake limetamba na lina umaarufu sana kwa njia ya mauaji katika hali au ya kushambulia mara kwa mara hata wakimbizi wa ndani wanaathirika kwa vitendo ambavyo vinaendeshwa na, na, na kundi la CODECO. Lakini kwa sasa tugusie sasa na kukazia lile eh, kundi la yule mbabe wa kivita hapo awali anayejulikana kwa jina la Thomas Lubanga, na ambaye alikamatwa na mahakama ya ICC huko Uholanzi, lakini mwaka wa elfu mbili na ishirini akaachwa huru. Muda mchache baadaye, yeye pamoja na wengine wakaunda kundi lipya la CRP ambalo ni kundi la mapinduzi ya umma kwa kweli, vitendo ambavyo vinaendeshwa na kundi hilo kufikia sasa, ambao wanashambulia mara kwa mara jeshi la serikali FARDC, hiwezi ikazungumzia kwamba kuna hali ya usalama, licha ya kwamba kuna sehemu ambazo kuna utulivu, tukichukulia kama vile jiji la Bunia na sehemu zingine, ila wilaya ambayo ina matatizo chungu tele ni ilo tarafa la Njogo. Tugeukie suala la kuhusu nguvu na ushawishi. Tangu Thomas Lubanga atangaze kundi lake jipya la CRP, ana ushawishi na nguvu kiasi gani kijeshi hivi sasa nyanjani, hasa ukizingatia mapigano ya hivi punde na jeshi la serikali FRDC huko Ituri? Kuhusu nguvu na ushawishi, kama alivyotangulia kwenye eh, jibu langu kuhusu wale ambao ni wenzake walio kubaliana nao na kwa ajili ya kuunda kikundi hicho, utakuta kwamba kuna mfarakano kwanza kati yao, kwa kuwa wale wenzake hawakutana naye na kila mmoja sasa ushawishi walio karibu nao, na wanatoa matangazo ya kuwahamasisha wengine wakiwahimiza kwamba waachane na bwana Thomas Lubanga. Hivi lazima nikumbushe kwamba nguvu alizokuwa nazo kabla, yaani mara walipoanza kikundi chao kwa leo, kwa mtazamo wangu ni kwamba zinapungua kushawishi watu kwa sasa, kadiri alivyozungumzia kuhusu mgawanyiko uliopo hivi sasa katika kundi lao, labda tu wale ambao wa, wana mtazamo kama wake yeye ye. Na hakuna mtu ambaye anaweza akakose mashabiki au watu wanaounga mkono kwa njia moja au nyingine, hiyo ni kawaida lakini ushawishi wake ni mdogo. Na tunapozungumzia nguvu alizonazo na zile za jeshi la taifa FRDC ikumbukwe kwamba wanaotuhumiwa kumuunga mkono kwanza, uh, Thomas Lubanga ni Uganda, licha ya kwamba Uganda yenyewe kuielewa sio jambo rahisi. Upande wa kusini utawakuta wanatuhumiwa kushotwa vidole kwamba wakawe wana uhusiano na M23 AFC ambao hao wanaunga mkono kiwazi na jeshi la Rwanda. Lakini upande wa kaskazini, tukichukulia sehemu za Lubero na Beni, wilaya ya Beni na ile ya Lubero, jeshi la Uganda ya UPDF wanashirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo FRDC kwa kupambana na baadhi ya vikundi vinavyozorotesha usalama sehemu hizi haswa tukichukulia wale waasi wenye asili ya Uganda wa Allied Democratic Forces, ambao kwa sasa ni mtandao mrefu ulio na mchanganyiko wa wananchi kutoka mataifa mbalimbali. Yaani, jeshi la serikali FARDC na lile la UPDF, jeshi la Uganda, wanashirikiana pamoja kwenye operesheni zilizopachikwa jina la Shujaa kwa ajili ya kupiganisha haswa hawa waasi wa ADF Allied Democratic Forces ID pamoja na makundi mengine. Ndio msimamo wa Uganda kuhusu machafuko yanayoendelea mashariki mwa Kongo. Ni kama vile kitendawili kuhusiana na, shariki, mwakongo, na sasa ukinapolinganisha na nguvu za serikali kwa kweli, tukichukulia mkoa huu wa Ituri na hilo swala la CRP yake Thomas Lumanga kwa muda kama huu, binafsi sifikirie kwamba ana nguvu kushindana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuangalie kwa kina maeneo ya utawala. Ni maeneo yapi mahususi ambayo kundi la Lubanga limeweza kuyadhibiti au kuweka kambi zao? Na je, ni kweli wanadhibiti njia muhimu za kibiashara kuelekea Ziwa Albert? La hasha, kwa kuwa uh, mwenyewe kwa kwamba uh, anazuia shughuli za kibiashara kutoka jiji kati la Bunia kuelekea huko kwenye Ziwa Albert au mtandao wa barabara utakao Bunya kwenda Kasenya hadi Chomi? Hapana, lakini ana ngome yake, sehemu ambayo inaitwa Nyamamba na ni ndani tu ya wilaya ya Njugu. Tuangalie swala la athari kwa raia kutokana na msururu huu wa mapigano ya sasa. Hali ya raia ikoje hapo nyanjani, yani mashinani? Je, kuna ripoti zozote za mauaji au watu kuhama makazi yao kutokana na mienendo ya kundi hili la CRP? Habari kuhusu mauaji hazikosi unaposikiliza ripoti mbalimbali zinazotolewa na hasasi za kiraia maeneo hayo, na pia mashambulizi ya kila mara yanayoendeshwa makundi hilo, lazima pana kusikika risasi, kuwepo wimbi la wakimbizi wanaoyama makazi yao kwenda sehemu zingine, haswa sehemu ambazo wamekuta kwamba kuna utulivu, na hiyo ni kwa ajili ya kunusurisha maisha yao. Hilo ni jambo la kawaida popote ambako pana mapambano. Na la mwisho, uhusiano na makundi mengine kuna taarifa za kundi la Lubanga kushirikiana na makundi mengine ya silaha kwa mfano kundi kama Zaire au AFC, kuhusu kabisa uhusiano wa kundi hilo la CRP na makundi mengine. Duru za kijeshi mkoani Ituri zatangaza wazi kwamba CRP inayoongozwa na bwana Thomas Lubanga ina uhusiano na makundi mengine kama unavyoyataja hapo, tukichukulia Zaire ambalo ni kundi linalohundwa na wengi wao ambao ni wa asili ya kabila la Wahema, na kuna makundi haswa, siyo AFC peke yake, lakini makundi ya M23 kama vile AFC wanaopatikana maeneo ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini na mkoa wa Kivu ya Kusini, nao pia wanatajwa kwamba wana ushirikiano na kundi hilo la CRP yake bwana Thomas Rubanga inayoitwa kwa jina la kundi la mapinduzi ya umma. Hizo ni duru za jeshi la serikali katika maeneo hayo ya mkoa wa Ituriane Dide. Je, unathibitisha nini uh, kuhusiana na muungano huu na unabadilishaje sura ya vita mkoani Ituri kwa sasa? kuhusu picha ya mapambano au hali ya usalama kwa ujumla katika maeneo ya mkoa wa Ituri, wacha tuende tufate mahojiano tuliyoyafanya na mwandishi mmoja wa habari sehemu hiyo haswa, akiwa katika jiji la Bunia, bwana Kambale Kima Stefano, ambaye nilimtaka ajaribu kunipa picha halisi ya mambo gisi yalivyo, haswa kulipotokea mapambano kwenye mkesha wa sikukuu ya Krismasi na kufikia sasa, sehemu za Bule ni ndani ya wilaya hiyo. Uh, mapigano kati ya vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa Serpe ya Kitomasobanga yaendelea katika mtaa wa Njugu. Uh, mapambano hayo yalianza tangu uh, makesha ya Christmas yaendelea na kwa sasa uh, kijiji cha Bule kinamilikiwa na, na kundi la Serpe kwa siku ya nne mfululizo uh, mbaya zaidi ni kwamba wapiganaji wa CRP ya Thomas Lubanga wanawatumia wakimbizi uh, kwenye mstari wa mbele wa mapambano ambayo uh, ni ukiukaji kabisa wa haki za binadamu na kile ambacho kimekuwa kikizuia majeshi ya serikali kuweza uh, kushambulia mara tena kijiji hicho ili kumiliki upya. Kwa hivyo hali ndivyo ilivyo katika sehemu hiyo na watu jiuliza, nini tukakuwa hatima, sababu wanapowatumia wakimbizi katika mstari wa mbele wa pambano ni kiukaji mkubwa wa haki za binadamu na haki za kimataifa. Na kwa sasa majeshi ya serikali yamezuiza kuishambulia mara upya kiji cha bure, lakini bure hadi sasa kinamilikiwa na wapiganaji wa serpia Thomas Lubanga. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X, tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Naona wengi mnajiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika, asante sana kuendelea kutusikiliza sauti ya Mwafrika tukiwa tumesalia tu uh, masaa ya kuhesabu ili basi tuvuke mwaka mpya wa elfu mbili na ishirini na sita. Naamini kuwa unaweza kuwa na maoni na vilevile kutoa heri zako njema kwa jamii yako, marafiki zako, na hata majirani. Fanya hivyo basi, halahala hala, ili tuweze kushirikiana hapa kwenye maoni yenu wasikilizaji. Wiki hii macho yote yako huko Moroko, mwenyeji wa michuano ya kombe la mataifa bingwa Afrika Afcon. Hebu sasa basi tukaribishe kikosi chetu ili watujuze zaidi yanayofanyika huko Moroko. Kitabu cha timu za kushiriki michuano ya awamu ya maondowano yani round of 16, baada ya mechi za makundi kimeanza kujazwa. Afcon wenyeji Moroko, Mali, Afrika Kusini, Algeria, Nigeria na Misri tayari wamesajiliwa kushiriki awamu hiyo ya Januari 3 hadi 6 mwakani. Afrika Kusini ambayo ilishinda kombe hili mwisho mwaka 1996 -moja ndiyo mojawapo wa timu anzilishi wa michuano ya Afcon mwaka 1957 nchini Sudan. Japo ilikuwa ikitarajiwa kushiriki, mgogoro wa ubaguzi wa rangi uliilazimu kusalia nyumbani huku timu ya Sudan, Misri na Ethiopia wakichuana. Misri waliibuka washindi wa, wa kombe hilo na ndiyo taifa la kwanza kuwahi kushinda Afcon. Hadi sasa timu 24 ushiriki Afcon, ongezeko la timu nane kutoka mwaka wa 1996, ambapo awali mwaka wa 1992 ni timu kumi na mbili zilizokuwa zikishiriki hadi kufikia mwaka wa 2023. Misri wamebeba kombe la Afcon mara saba, Kamerun wakifuata kwa kuinua kombe hilo mara tano, huku Nigeria, Ghana, Ivory Coast na DR Congo wakilinyanyua mara tatu kila mmoja. Kiongozi wa shirikisho la soka nchini Cameroon, Samuel Eto'o, ndiyo hadi sasa mfungaji wa mabao mengi kwa historia ya Afcon akiwa na jumla ya mabao 18. Gabriel Ingobo, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Michezo. Shukran kwa wote kwa taarifa hizo za viwanjani. Sasa tupate taarifa ya matukio mengine barani na mwenzangu Angela Ng'endo. Watu wawili waliaga dunia na wengine kujeruhiwa baada ya ajali ya barabarani iliyomhusisha bondia maarufu a Anthony Joshua kutokea nchini Nigeria. Ajali hii ilitokea kwenye barabara kuu wakati gari aliokuwa akisafiri lilipogongana na gari jingine, kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka vyombo vya usalama. Ajali hii ilitokea katika barabara kuu kwenye shughuli nyingi mjini Lagos wakati gari la Anthony Joshua lilipogongana na lori lilokuwa limesimama barabarani. Maafisa wa uokoaji pamoja na usalama walifika katika tukio dakika chache baada ya ajali hiyo, na wakakuta gari hilo limeharibika vibaya, huku maiti za marehemu zikipelekwa katika hifadhi ya maiti. Anthony Joshua alipelekwa hospitalini akiwa na majeraha madogo, huku uchunguzi kubaini chanzo cha ajali kikiendelea jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limesema limemsimamisha kazi msemaji wake baada ya kutamka maneno yaliyoonyesha ubaguzi dhidi ya jamii ya Watutsi katika televisheni ya kitaifa. Jenerali Mkuu Silvan Ekengabo Musa alituhumu jamii ya Watutsi kwa kufanya uhuni wa kuwapangia wanaume wao ndoa wa kisiri kwa madhumuni ya kuzaa watoto akidai kwa desturi hiyo ilikuwa madhumuni kudumisha ubora wa kabila la Watutsi. Jeshi katika taarifa lilisema maneno ya msemaji huyo ya wakilishi namna yoyote msimamo wa serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, rais Felix Tshisekedi au serikali. Taarifa hiyo iliongeza kuwa maneno hayo halingani na maadili ya jamhuri wala jeshi la FRDC. Watuti wanachangia asilimia mbili ya raia wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Wafanyikazi wa misaada Umoja Mataifa katika mji wa Elfashar huko Darfur wamebaini kuwa ni watu wachache tu waliosalia tangu mji huo kushikiliwa na kikosi cha RSF. Takwimu za mashirika ya kibinadamu zinaonyesha zaidi ya watu laki moja wametoroka Elfashar tangu mwisho wa Oktoba baada ya RSF kuchukua mji huo kufuatia mapigano ya karibu miaka miwili kati yao na wanajeshi wa Sudan. Wengi waliokimbia wameripoti kuua kwa watu kinyama na kukamatwa kwa watu wengi huku wengi wakiwa hawajulikani waliko. Hospitali ya Saudi ambayo inamilikiwa na shirika la afya duniani imethibitisha mauaji ya zaidi ya watu mia nne na kuongeza kuwa haijapata vifaa vya matibabu licha kuwepo kwa baadhi ya watumishi wa afya. Niger imeanza hatua kali za kulipiza kisasi dhidi ya Marekani baada ya kupiga marufuku kikamilifu utoaji wa visa kwa raia wote wa Marekani na kuzuia kabisa kuingia nchini humo, kwa mujibu wa shirika la habari la nchi hiyo. Hatua hiyo inajiri kufuatia uamuzi wa, wa Marekani kuiwekea Niger kwenye orodha ya mataifa ambayo raia wake hawataruhusiwa kuingia Marekani, hatua ambayo Niamey imeitaja kuwa ya kibaguzi na inayokiuka msingi wa usawa wa kidiplomasia. Taarifa ya serikali imesema Niger imesitisha utoaji wa visa kwa raia wa Marekani na imepiga marufuku kuingia katika ardhi yake kwa muda usiojulikana. Serikali ya Niger imesema uamuzi huo umechukuliwa kwa kuzingatia kanuni ya usawa, kulinda uhuru na mamlaka ya taifa, na kuakisi mwelekeo mpya wa sera ya nje wa nchi hiyo chini ya utawala wa kijeshi. Chama tawala nchini Cote Divoir kimepata zaidi ya asilimia 77 viti bungeni miezi miwili baada ya Rais Alasan Watara kushinda tena urais. Tume huru ya uchaguzi imesema kwamba chama cha Rally for Democracy and Peace kilishinda viti 197 kati ya viti 255. Alasan Watara alishinda mhula wake wa nne mwezi Oktoba kwa karibu asilimia tisini ya kura katika uchaguzi ambao uliwatenga viongozi wakuu wawili wa upinzani waliotolewa kwenye orodha ya wapiga kura. Chama cha Watara kina wingi mkubwa zaidi katika seneti na kinaongoza na asilimia themanini ya mikoa na theluthi mbili ya manispa. Kiongozi wa tume ya uchaguzi Ibrahime Kulibali amesema kwamba kura ilifanyika kwa njia huru na haki na kwa kuzingatia sheria. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Hebu basi subscribe, yaani jiunge na YouTube yetu. Kumbuka kwamba sote tu familia moja, hata wakati tunavuka mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. Sauti ni moja na sauti ni ya Mwafrika. Kama upo maeneo ya mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio washirika. Redio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Redio Rwanzururu RTR Beni, hii ipo kwenye FM 99.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujio, Kasese na Masaka nchini Uganda. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa moja unusu jioni saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube na TikTok na X. Tukwa leo, ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Ann Ngugi. Kwa heri kwa sasa na jioni njema.